Amia oye, mgeni rasmi Dr. Ndumbaro oye, mwenyekiti wetu Ustaz Rajab Safi, mbunge wetu umi mwalimu oye, Mheshimiwa mgeni rasmi Dr. Damas Ndumbaro, waziri wa katiba na sheria, mwana diplomasia mwana sheria mwana uhifadhi mwana michezo maanake kote anafiti amekuwa naibu wetu waziri wa mambo ya nje, lakini amekuwa waziri wa michezo amekuwa pia a, katika sekta ya utalii. Kwa hivyo kwa hakika na hapa amekuja kwenye katiba na sheria, endelea kuitendea haki sekta hii na kumwakilisha Mheshimiwa Rais kwa hali ya juu sana, naomba tumpigie makofi sana. Mheshimiwa naibu katibu; mheshimiwa mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi na mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Rajab Abrahmani, naibu katibu mkuu wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii Jinsia, Wanawake na Watoto, ndugu yangu Mpanju, viongozi wetu wote tunaye hapa katiba mwakilishi wa katibu mkuu wa Wizara ya Sheria bibi Esther Msambazi, katibu tawala wetu bibi Pili Mnyema, waheshimiwa wakuu wetu wa wilaya wote niliowaona hapa. Nimemwona mkuu wa wilaya ya mjini Jafari Kubecha, nimemwona mkuu wa wilaya ya Kilindi Mheshimiwa Gilbert Kilima wa Mkinga, Gilbert, nimemwona pia wa Kilindi Mheshimiwa uh, Hashim Mgadilwa, lakini nimemwona pia Mheshimiwa Gifti Msuya mbunge na mbu, eh, utakuwa mbunge sema mashallah na huyu alitaka, lakini akaniambia mama, mwaka elfu mbili na thelathini. Lakini ni mkuu wetu wa wilaya ya Pangani, waheshimiwa wajumbe wa kamati ya usalama ya mkoa, wajumbe wa kamati ya amani ya mkoa, lakini viongozi wote mliopo hapa, tunaye mwakilishi wa kamati ya bunge ya masuala ya katiba ya uta utawala uta bora na ndugu yangu mheshimiwa Angelista Lambert, Bibi Christina Kamili, mkurugenzi wa Tanlap, lakini waheshimiwa wabunge wote kama mpo hapa ambaye mko na mheshimiwa Umi Mwalimu, mbunge wetu wa jimbo la mjini Tanga mjini, waheshimiwa wajumbe wa uh, kamati za siasa za wilaya zetu mliopo hapa, mstahiki mea wenye viti wa halmashauri, waheshimiwa madiwani wote, wawakilishi wa taasisi zetu zote za umma na binafsi, taasisi za fedha, viongozi wa vyama vya siasa, nimemwona hapa mwenyekiti wa vyama vya siasa wa mkoa wetu wa Tanga akiwakilisha vyama mbalimbali, viongozi wako hapa, mzee Muina yuko hapa, lakini na wenye viti wa mikoa wa vyama vya siasa mliopo hapa, na wasalimu sana, ni kuonyesha tu umoja na mshikamano ambao kupitia foara za Mheshimiwa Rais kwamba sisi Tanga, Chama cha Mapinduzi kinashirikiana na vyama vyote vya siasa. Waheshimiwa watendaji mbalimbali mbali katika wizara yetu ya Katiba na Sheria, vikundi vya kijamii, viongozi wa kimila, wanahabari wa mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Asalamu As alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa mgeni rasmi na wageni walikwa, awali ya yote, na mimi niendelee kumpongeza na kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia hali uhai, lakini na kutukutanisha hapa katika tukio hili kubwa na muhimu sana. Aidha, kipekee tunaendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, kwa hakika ameleta mageuzi makubwa sana katika nchi yetu kimaendeleo lakini hata kifikra, kiutawala bora na kidemokrasia. Leo hii tunaona kambi hii ya msaada wa kisheria wa Mama Samia, lakini tumeona makliniki ya ardhi, tumeona kliniki ya madaktari bingwa na mabingwa wa bobezi ya Mama Samia zimezunguka katika mikoa yetu. Hivi juzi tulikuwa na kambi pia ya waalimu chini ya chama cha waalimu Tanzania na serikali ambayo yote imedhaminiwa na Mama Samia, ili kuendelea kuangalia na kutatua kero mbalimbali mbali katika sekta zote. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi Tanga, jana tulikuwa na timu yako na tulikuwa tumetoa, wakitoa elimu ya masuala mazima ya kufundisha wadau wote wanaoshirika na sekta ya sheria. Walikuwepo maafisa ardhi, walikuwepo maafisa ustawi wa jamii, maafisa maendeleo ya jamii wakuu wa maafisa wa madawati lakini polisi dawati na viongozi mbalimbali mbali, ili kujenga ufahamu wa pamoja wa kero ambazo tunazo kama mkoa, lakini kuhakikisha kwamba baada ya jana, sasa leo kazi ya kusikiliza hizi kero na kuwasaidia watu wetu kutatua changamoto hizi. Kipekee tunakupongeza sana Mheshimiwa Waziri na timu yako, najua tulikuona ukiwa Arusha ikiwa mkoa wa ishirini na tatu Leo sisi Tanga ni mkoa wa ishirini na nne Tumeona jinsi mmetatua matatizo ma, changamoto zilizodumu kwa miaka. Kulikuwa kuna mgogoro wa ardhi ya Arusha wa miaka ishirini na saba lakini mheshimiwa waziri, wewe na timu yako mliweza kuitatua kupitia kambi ya Mama Samia Suluhu Hassan. Mama Samia oye! Kambi ya msaada wa kisheria Mama Samia oye! Kwa hivyo na sisi tumewatangazia watu wetu wa Tanga na tutakuwa na kambi hii na kambi hii ambayo imeanza hapa tangamano itadumu mpaka tarehe kumi na nane, lakini inashuka katika wilaya zetu zote na halmashauri zetu. Kwa hivyo tutakuwa na kambi kama hii katika tanga jiji katika kata kumi tarehe tisa. Tutakuwa na kambi mzizima tarehe kumi tutakuwa na kambi kama hii chongoleani, na katika Chongoliani kwenye mitaa imeainishwa, mfano Chongoliani tutakuwa na mtaa wa Chongoliani lakini Putini lakini vile vile Makorora tutakuwa na kambi kama hii tarehe kumi na moja tarehe kumi na mbili tutakuwa na kambi Masiwani tarehe kumi na tatu tutakuwa na kambi Usagara katika mitaa minne tarehe kumi na tano tutakuwa na kambi Pongwe Tarehe kumi na sita tutakuwa na, na kambi Tangasisi katika mitaa ya Mwaka, Mwakidila Kivumbitifu lakini vilevile Mwang'ombe pamoja na Magharibu, lakini pia tutakuwa na kambi kama hii tarehe kumi na saba Mabawa katika mitaa mitatu Mikunjo, m, Mikanjuni kwa Daenza pamoja na madawa yenyewe mabawa yenyewe, lakini vilevile tutakuwa na kambi kama hii Maweni tarehe kumi na nane ambayo itakwenda katika mitaa ya Kichangani, Kange pamoja na Kisera. Mama Samia oye! Mweza hali kadhalika, tunashuka katika kata na vijiji, tunaenda hivyo hivyo Korogwe, Bumbuli, Andeni pamoja na Ndeni mji. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa mwenyekiti, alinifundisha mwenyekiti wetu Ustadhi Rajab Ibrahimani, katika nyakati ambazo dua zinapokelewa ni pamoja na wakati baada ya adhana. Kwa hivyo, na mimi kila inapofika adhana sikosei, siko nasubiri, naifatiza kimoyomoyo. Baada ya hapo, naleta dua yangu ya jambo langu ku mgumu ambalo naomba Mwenyezi Mungu anitatulie. Nadhani kuna wengine amjapoteza hii nafasi ya kuomba hii dua. Asante uh, sana Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kusema haya kwa kifupi kabisa, mimi niseme tu kwamba sisi tuko hapa kusikiliza maelekezo yako na maelekezo ya Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, lakini kwa hakika tumejipanga, tunajua changamoto tulizonazo, nyingi ni changamoto za ardhi, lakini ukatili wa watoto, ukatili wa kijinsia, leo hii tumeambiwa hapa na naibu katibu mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia ya Wanawake na Watoto, taarifa inaonyesha Tanga tunaongoza. Ndugu zangu, naomba ili jambo tukubaliane kwa, kwa pamoja tushikamane, tuhakikishe tunabadilisha taswira ya Tanga. Haipendezi mtu ameshikwa kwa jambo linalohusu masuala mazima ya unyanyasaji wa watoto, shughuli zinaendelea polisi, mtu ananifuata ofisini kuniomba kwamba mtu aondole- apewe dhamana kwa kweli, tuta naumeni sana haya mambo ya muhali. Tukioneana muhali, unamjua mkuu wa mkoa, unamjua RPC, utaenda ukasaidia, kwa kweli hili jambo litatufikisha pabaya. Mimi mtu akishaniambia, nikishajua jambo nila linahusiana na masuala ya ulawiti, ubakaji, unyanyasaji, asinipigie wala asinifate, na ukishanieleza hilo jambo na kubloku na na hata yale mawasiliano tulikuwa tunaheshimiana yanaisha. Mama Samia oye! Naombeni tulichukie hili jambo sisi sote, wacha haki ikaonekane katika mkondo wake. Usiingilie katikati kupoteza ushahidi ama kujaribu kusaidia, tuache haki yake iendelee ili kila mmoja mwenye uwezo, asiye na uwezo aweze kupata haki yake. Ndugu zangu, waheshimiwa, mgeni rasmi Jambo hili ni la kwako. Niseme tu kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, tuko tayari sasa kukusikiliza, lakini tunakuahidi elimu tuliyoipata, wadau wetu wote wameelewa na sisi sote tumeelewa. Tutahakikisha kwamba tunaendeleza makambi haya, kusikiliza wataalamu, kusikiliza wananchi, ili kutatua matatizo yao na kubadilisha taswira ya Tanga, ambayo kwa hakika tunaheshimika duniani kwa ukarimu tunaheshimika kwa ustaarabu, tunaheshimika kwa imani. Dini zote ziko hapa zimejikita vizuri, na hasa dini ya Kiislamu. Kwa hivyo tutataka hili ambalo linaonekana sasa libadilike kabisa na lisiwe katika moja ya sifa za Tanga. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia oye! Kampeni ya msaada wa kisheria wa mama Samia oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, tuko tayari kusikiliza. Karibu sana uweze ukaongea na hadhara hii. Asante sana.